Njia za kujituma ili kufanikiwa. Ifuatazo ni njia za kujituma kwenye kila eneo la maisha yako ili kujenga na kudumu kwenye mafanikio. Moja, Nenda hatua ya ziada. Usikubali kufanya kitu chochote kile kwa mazoea. Usifanye kitu leo kwa sababu ndio ulio ulipofanya jana. Kila wakati utakuta hatua ya ziada kwenye ufanyaji wako wa kitu. Kila siku kazana kuwa bora kwenye mafanikio yako kuliko ulipokuwa siku ya leo. Hiyo ndio njia pekee ya kuwa na msukumo wa kwenda hatua Kwenye mazingira yetu mengi, ushindani wa mafanikio, ushindani wa mafanikio makubwa ni mdogo sana, hasa kwamba ukifanya tu tofauti na wengine akuwaneena, aafu ataanza kutuitia na kuambia umeshajipata. Huo ndio wakati wa kuwa wala na hadhari kubwa, kwa sababu jiangalia <bariya> na wanaokuzunguka Sa... utaona mfani makubwa, lakini ujiangalia na wewe mwenyewe, kujipima uwezo wako na yale ambayo umeshafanya, utajiona jinsi ulivyo nyuma. Kila kitu unachofanya, hakikisha kuna hatua ya ziada unayoenda kwenye matokeo unayozalisha.